Umepata pesa ya yeah? Ndio hii hapa nimepata mzee, umeniheshimisha. Bila wewe hapa nisingetoboa yaani. Mimi kifika zamu yangu naenda kuwaletea kizee cha sudani kilichozeeka. Na kama itatokea utamuona au kupata taarifa yoyote, basi utanijuza Gwiji, gwiji. Usioni amefunga mlango hao? Umeogopa. Walijua kabisa nitawajazia watu hapa au nitakuja na defender. Hii kesi ni kubwa sana walofanya kunizulumu mimi. Hebu ongea mlango waza. Kuwa baraza la wachawi, mbona yuko mtaani tena anaonekana kawaida kabisa a? au kuna jambo kaja kufuatilia a? A, hata kama kuna jambo kaja kufuatilia ndo aonekane kawaida e. Hapa ni kuwa makini, mambo yanaweza karibika muda wote, maana hata salamu yangu ameikataa inaonesha zahiri ujio wake sio aheli mm. Eti najifanya na heshima. Mungu, huyu ni unafiki. Huyu anafujo sana huyu, ndo ananidhulumu pesa zangu. Wapo wawili, two people, yena mwenzake mmoja ivoapi hauvoauu amenidhulumu. Shikamoo mzee Nungea mm. okay, nao nirudishie pesa yangu. Wewe well, mmechukua pesa huyo, ndiyo baba. Lakini mahitaji ambayo alikuwa anahitaji mimi sikulizika nayo, nilimkabidhi mume wangu kwiji kwiji wwkwejikwejkwnimekutana naye kule barabarani, karopoka maneno yote ei, kwa mili mpaka nabaki nashangaa, nashanga ni mtu aina gani ameongelea hadi swala la ile nyama. Tumepeleka nyama ya mze hivi supa nyama yajena, ulielewa? Yaani nyama ajena ilikuwa ngumu afadhali ya ng'ombe ya Vingunguti. Yaani ilikuwa mbaya ya uchungu, haifai hata kidogo. Sijui kale kazi wamekitolea wapi. Alafu wamekifuta kule wamekituletea sisi ili tu tulizike. Sasa ikifika zamu yangu mimi, mimi tau watanjua vizuri. Wao sio wanajifanya wajanja sana eh? Yaani mimi ikifika zamu yangu naenda kuwaletea kizoe cha Sudan kilichozeeka. Hmm? Wao sio wanajifanya wajanja. Tripoint nitawakomesha. Sema kweli hata mimi kipindi kile nimehangaika nimehangaika, nimekosa niliamua kuletea demu wangu yule, bonge bonge kabisa yule, nimewaletea mpaka leo wanavyoongea, kesi iko mahakamani. Ni vile tu serikali yaamini mambo ya kichawi, ingekuwa inaamini, leo hii nakwambia mimi ningekuwa nipo jela. Yani sasa, usijali, tutawakomesha mwaka huu. Yani wao wanajikuta wajanja, sisi tutawakomesha. Au wamelianzisha sisi tunalimaliza, si tupo? Wataona, tutawaonyesha kwa kweli yani. Wataona wameanzisha, wakisha wanayamaliza. Da, ha, ina, no, poa kwa, ah, kwa kweli yeah. Nimejisikiria sana mpaka nimeshindwa kupata majibu na hii swala, naona huyu hatuwezi kuendelea naye kabisa kabisa, kwa sababu anatoboa siri zetu, anaweza akatuchoma muda wowote. da mm. -hmm. Ina maana tau wamefikia hatua ya kuongea hayo maneno ndio. Yani kumfadhili kote kule, mama anamfadhili, anambeba vingapi ambavyo amemsaidia. Leo hii akaye anazungumza mabaya juu yetu, anapata wapi confidence ya kuzungumza hivyo? Ina maana yeye hajawahi kukosea? Vingapi anavikosea na mkuu, mbona huwa anambeba? Sasa uwezi, kwa nini kubwa kuliko huyu uyukau unayemjua wewe, anataka na hivi unamkumbuka yule mkuu wa baraza la wachawi wa Afrika? Ndiyo nakumbuka. Sasa huwezi kuamini, nimemwona kwa macho yangu, nimemwona hivi barabarani anatembea tena kibaya zaidi. Nikampa salamu Tajabu, hajaitikia au nimemfananisha? uh -uh. hata hujafananisha, ni yeye. Anafanya nini huko mtaani? yapata miezi mitatu sasa toka aachie uongozi, na aliamua kujitoa kabisa kwenye baraza Kaamua kuachana na mambo ya uchawi. Sasa kiongozi ni nani? <tikunguzi> mi nitajulia wapi? Unajua mi na wewe tumeondolewa. Sema ulitolewa, usiseme tumetolewa, kwani we upo? Hata kama kwani chanzo cha mimi kutoka ni nani kama sio wewe na uo umbea wako? Mimi natoa mambo u kunakuletea wewe ili upate kujua nini kinaendelea. Wewe unaenda kupeleka kwa wakubwa Ninani kulaumiwa kama sio wewe tena? Usinitibue, achona hizo mada kwanza. mm -hmm, hapa sasa inabidi tufuatilie tujue nani yupo kwenye uongozi, na kama uchaguzi bado, inatubidi sisi wote tuungane tujue namna gani ya kupata uongozi. Sawa, lakini kuna kipi cha kufanya hadi Bibi Tausa shike wewe, nafasi ushike wewe. <clears throat> Kumbe wewe unijui vizuri eh? Kwani wewe mama ni nani? <laughs> Mimi hapa ndo tau, subili uone mchezo utakavyocheza. So mme wake huyu ni dogo tu, mwesi mfahamu na muona siku hizi anakuja kuja, kuja sana hapa hebu mwitonye mume wako. Mume wangu ni huyo hapa. Hebu mrudisheni pesa yake, aika kalete ile hela. Nitena ushaambiwa, kaete hela. Mtu mzima akiongea anatakiwa asikilize, sete za hao msikia, nitakupiga ngumi mia sehemu moja. Aingia ndani kalete pesa, kachukua kachukua hela kwenye meza

Pesa, ndio hiyo ndiyo baba. Umepata pesa yako yeah? Ya ndio hiyo, hapa nimepata. Mzee umeniheshimisha, bila wewe hapa singetoboa. Nashukuru sana.

nikasema we, mi siwezi naanzaje? Nitakuwa msaliti? Sasa hiyo mi siwezi, na nimemwambia kabisa siwezi kushirikiana naye kwa sababu mi siwezi kusaliti. Kwa hiyo mi naomba kabisa tuwe makini na huyu tau, tuwe makini kabisa, na ikiwezekana hili jambo naomba usipishie mkuu. Yeni, sitaki kuamini haya maneno ambayo unaniambia, nahisi nipo usingizini. Yaani mtoto mdogo kama yule. Usijali, limefika

Sitaki tena nikute pale nyumbani. Aika ninielewe basi au hujapenda hapa. <tuk> Nikurudishe kule ambapo hakuna naniliwa, hakuna umeme. Mm-hmm, basi. Nitakurudisha kule ambapo kuna umeme? Si basi nimependa hii. Wewe na wewe. Ah, wewe sasa. Mimi nitakwenda. Ni afu tena machafu. Moyo umetanda hofu. Imani yangu dhaifu. Sifuri ni namba, japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza za utama. Nitarudi nyumbani

Hivi aliyefariki, ah, ni baba yako mzazi kabisa? Ni baba yangu mzazi kabisa, na ndo babu yake na chiwanga. pole sana. Asante sana, najua matatizo kwa binadamu ni kawaida, ila nimepita hapa ili niweze kukuachia majukumu ya kumtafuta Chiwanga, na kama itatokea utamuona au kupata taarifa yoyote basi utanijuza. Mimi acha niende. Mchawi ndugu rafiki wa karibu amna, kuna kamdudu fulani kaa kanantambatambalau, mdudu yeah. Basi mimi ndo hivyo bana, naenda kwenye msiba kwa, na kwa hiyo nakuachia majukumu ya kumtafuta Chiwana jambo lolote ambalo utalipata basi utanijuza. Sawa so, basi nikutakia safari njema. Sawa, mimi ngoja. Gwiji, gwiji, gwiji, gwiji, gwiji, gwiji

E, kwanza nimevurugwa mimi, sijui hii kodi hapa nimelipa, lakini nimelipa nusu. Sijui kodi hiyo nyingine natoa wapi, lakini afadhali nimefika hapa, maana kule yule mzee angenikuta tena pale. Hapana, uh -uh. Mm, na unakumbuka Mama Juma anatudai eh? Sio, nakumbuka. Wewe, kwa nini kutokea babaa ntuma unanigombeza? Naondoka, unabakia mwenyewe hapa. Naondoka basi basi, nyongo, unajua mimi mwenzako wenyongo nakupenda hatai ao sawanakuavianajikuta una lolote, akupendi mara basi tu, ningeondoka kweli. Mimi uondoke wapi wewe? unaweza kuniacha mimi. Mzee, kwa nini umenizuia mimi nichongee na baba yangu? Alafu istoshe amekuja hapa kwa taarifa za msiba babu yangu eh? Sikiliza kijana, nimekuzuia usiongee na ni baba yako kwa sababu ya usalama wako, na istoshe hapo ungeongea tu baba yako angeweza kukuona, halafu kiongozi wa wachawi waliokuloga wewe ukule nyama ni mpenzi wa baba yako. Sasa hizo dawa ambazo nimekufunga wewe hizo huwezi kuonekana, lakini ukisubutu tu kuongea na mtu watu wote watakuona. Alafu mwisho wa siku wachoke kuona tu watakula nyama wewe. Na kwa sasa hali yako jawa imara, nitakuweka huru pindi tu hali yako takapokuwa imara. Nakuonia huruma kijana. Kikwapi kitamba ni afute machafu moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti sifuri ni namba, japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza za utamani. Iwaje utamani cha mwenzako? Iwaje utamani vya wenzako? Eh, mchawi, ndugu, rafiki wa karibu Hayo ndo walioniambia Igo. hivi Tau anataka kuingia kwenye anga zangu eh? Mm. Lakini hapana, huyu atakuwa baba yako anakusanya nguvu kwa ajili ya kuja kututeketeza. Lakini kama ingi kichwani, itakuwa tau huyu ujue ndo anajipendekeza kwa baba yako ili apate nguvu aje kushindana na sisi. mm -hmm. sawa Kesho si ndio siku ya chakula cha pamoja? Ndio mama. ni zamu ya nani? Zamu ya Igo. <sighs> Sasa watumie taarifa washiriki wote, waambie usiku wa leo, leo. Kikwapi kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu